Hapana, kwa sababu unamwamini Mungu, unamtumikia Mungu. Amina jamani, amina, amina. Yaani, kufungwa kupo, haina nyingi, tukubali kufunguliwa. Amina wapendwa, tusikubali kufanya nini? Kufungwa. Mungu amekupa kibali cha kuwa tajiri wa imani, kitumie. Amina wapendwa, usijipendelee kwamba mimi yani kilichomkuta yule nini hapa kiwezi kunikuta. Umekaa jirani mtu aliyefungwa ni maskini wa imani na yeye mtajili wa imani, jaliendelea kumpa moyo pale alipokuwa na kumshawishi kwamba, bwana, huo ugonjwa umeenda hospitali nimeshindikana, si ndio? Kwa waganga imeshindikana, kwa Yesu kuna uzima. Amina wapendwa, yani kwa Yesu kuna nini? Kuna uponyaji, kila aina ya vifungo vinafunguliwa kwa Yesu. Ni kifungo gani ambacho Mungu anaweza kashinda kufungua? Vifafa? Yesu anaponya magonjwa yaliyoshindikana yote. Yesu anaponya ndoa ambazo zimeshindikana. Kuna kipindi nakuta mwanaume amshechanganikwani haelewi, lakini Mungu ndio kiboko ya wanaume jeuli, Mungu ndio kiboko ya wanawake jeuli, Mungu ndiyo kiboko ya majirani majeuli, yaani Mungu ndiyo kiboko wa vitu vyote. Amina wapendwa, mwachie Mungu hata tembea yako mwachie Mungu wala usiwe na wasiwasi hata unapotembea jiamini, kwa sababu yo haujafung. Amina wapendwa, amina. Kwa Yesu tunafunguliwa amina wapendwa. Yaani kwa Yesu kuna fungu, tunafunguliwa vifungo vyote, haimaanishi ni vifungo gani. Ulishaugua nyaka mingapi? Tunakuombea katika jina la Yesu na unapona, na watu wanabaki wanasema iyo Mungu, Mungu. Mungu yupo, Mungu yupo na ataendelea kuwepo, lakini Mungu anaonekana kwa wale watu ambao wanamwamini. Amina wapendwa wazi ukasema, eti unasema kila siku muo hey, Mungu yupo yenyene, taratibu za kanisani na uzifati, wakikwambia kuhusu kanisani wewe huelewi. Amina wapendwa Amina. Mungu atusaidie jamani, Mungu atuepushe katika vifungo Amina wapendwa. Na ikatokea mtu kienda kabisa apo, tumefungwa Haitakiwi turusu kufungwa hata kwa bahati mbaya, sisi ndio tunatakiwa tuwaokoe wale watu ambao wamefunguliwa. Amina wapendwa, Mungu ana watu wake wa kuwaokoa watu ambao walikuwa wamefanya nini, wamefungwa eh? Mungu alikuwa na baba yetu hapa likuwa sisali Mungu akananilii aka, aka akamsaidia akafungua kati si tininafunguliwa sikuwa nishafungwa <laughs>

kipindi hey. Kile kitu kwa kichana siku panado iko hapo, panado iko hapo. Nimesema nyinyi ni tena ni panado huku, lakini nikiona ni message, na mambia baba sivi, namba no ya mchungaji ni mlishaika nini? Anasema yeye mlishaika nini, nikizidiwa hapa mpigie hey. Eh, mpigie aje anifanyia maombi, ndo alipeleke huko, na nilio hospitali mimi. Sitaki kufungwa kizembe, jamani. Nani hapa anataka kufungwa? <laughs> kuna mtu anataka kufungwa uwe miaka mitano hapa? Kuna mtu anataka maisha yake yawe magumu kupitiliza? Kuna mtu ambaye anataka analima shamba ya kamia na kaja msungulia. Kila mtu anataka afunguliwe jamani. Kila mtu anataka amelemete shambani mwa Bwana. Kila mtu anatakiwa aishi kama kioo. Kila mtu anataka maisha yake yao ni maisha ya kuigwa. Watu wakaweze kujiangalizia kwake. Watu wakaweza kusema kwa kweli, yule bwana yule mtu Mungu amemwinua. Hata kama wanasema wanasema jamani, semeni kote kote, semeni kote. Lakini kwa mama lini? Mm-mm. Mnamsingizia. Ni kwa sababu amefunguliwa na Roho Mtakatifu. Maisha yake anayoishi ni matakatifu, muamini Mungu wake. Ababaishi na watu, ababaishi na wachawi, ababaishi na majirani, anamwamini Mungu wake. Amina wapendwa, tuishi kwa kumwamini Mungu kwa sababu Mungu ndiye mwokozi wa maisha yetu. Vifungo babaishi kikubwa tu, tuendelee kumwomba Mungu, tuendelee kuwa matajiri wa nini? Matajiri wa imani. Amina wapendwa, ukiwa tajiliwa imani, kila kitu kinawezekana. Umesoma miaka mingapi kujapata ajila? Ukimlilia Mungu, kesho utapigiwa simu, umeshapata kazi. Amina wapendwa, umechukua biashara, imekaa wiki, usianze kusema ah, ni wateja wenyewe sijui ni. Piga magoti, mlilie Mungu, kesho biashara unikuti faida mara mbili. Kwa sababu gani? Una imani, yani unaamini. Amina Bwana, amina wapendwa.

sana <laughs> amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina, tusiruhusu jamani, tusiruhusu shetani akatawala imani zetu, tusiruhusu shetani akatuendesha hapana. Mungu ametupa ufahamu wa akili wa kutambua ili jema na ili baya. Amina wapendwa, sisi watu wa Mungu tunatakiwa tunyoshe njia ile kuwa ni sahihi, njia ambayo inakuwa inampendeza Mungu na tusijipendelee Umeona, mimi naenda njia njema, mwenzangu anaenda njia tofauti, mfuate kwa heshima, mfuate kwa unyenyekevu, kisha mwelezee habari za Mwenyezi Mungu. Mwambie wewe, hapo ulipofungwa, kwa Mungu hakuna jambo linaloshindikana. Hapo ulipofungwa utafunguliwa. Ugonjwa unaodai umeugua mwezi mzima, kwa jina la Yesu utapona. Amina wapendwa, naye Mungu Anaponya. Mungu akisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Amina jamani. Mungu wetu ni mwema. Mimi namshukuru jamani Mungu nimeokoka. Nilikuwa sijaokoka. Mimi namshukuru Mungu kabisa. Mimi nilikuwa sasa nataka kusimama mbele za watu nikasema kwa Yesu sio. Waumini wangu ni mashahidi jamani. <laughs> <laughs> <laughs> Wango, stay okay. Lazima nishampiga vibuti lazima. Hadi ni. Hadi ni. Hadi ni. Hadi

Anakwambia mwanangu, sifia moyo, mimi bado nipo naishi <tie> bado <Babi> nipo nasema <tie> sasa wewe <wabungu. laughs> Mungu, kuna kipindi nilipata kama mchungaji hapo mama, nikamwambia akisema Mungu hataruhusu ufe kabla hujaona baraka zake. Nikasema mama, lini lini mimi nitaona baraka za Mungu lini? Mama, nitaona baraka za Mungu? Akasema wewe tu jamani, nilishaona baraka za Mungu. Msione kama tunaendelea pale, nilishaona baraka za Mwenyezi Mungu ambayo Mungu alishatufungua. Yapo mambo yanayotendeka katika ulimwengu wa giza, kiasi ambacho kama haupo na Mwenyezi Mungu jamani, unakufa unajiona. Yaani unakufa unajiona, lakini ukiwa katika imani hata wafanye nini maombi yako ndio atakao kulinda. Mwenyezi Mungu hata ruhusu angalie. Mungu hata ruhusu aibike. Mungu atakuheshimisha. Mungu atakondoa na yale yote matitego ya waofu na wachawi ambao wamekutegea. Yatawarudia wao wenyewe. Kwa jina la Yesu, wewe utapona, uendelee kutoa ushuhuda kwa watu. Utapona, uendelee kumwimbia Mungu. Utapona, uendelee kumhudilia Mungu eh. Yaani kila kalama ambayo Mungu amekupa na watu wanakonea wivu na wanakutegea mitego, itawarudia katika jina la Yesu Amen. Mungu atasimama na wewe. Mungu hata acha uaibike. Mungu wetu hataniwi niwi. Amina wapendwa, Mungu wetu hataniwi ni. Nani hapa alishawahi kumuomba Mungu kwa roho na kweli kabisa? Mungu hakum nani huyo jamani? Tumsikia baba aseme nilikuwa na shida mbalimbali, nikamwomba Mungu alafu anakwenda kunijibu. Hakuna. Yaani hakuna mtu ambaye shai kumwomba Mungu alafu anakwenda na Mungu akashindwa kumjibu. Labda unakwenda mwomba Mungu, jicho moja jicho, jicho moja ndani. Hapo sawa. Unaweza kaona mlao Mungu. Hata umwombe Mungu miaka 20, Mungu anajibu kwa wakati wake. Mungu anaambi wa mfanye haraka wewe. Ah ah. Taratibu yeye Mungu anakujibu. Kwa na washikulu naanza kusema jamani, kweli Mungu yupo, kweli Mungu yupo. Amina wapendwa, mimi nawashukuru, sina la ziada. Mungu awabariki wapendwa, mmependeza. <coughs>